Hamjambo wa wanafunzi? Huu hali gani? Uh, karibu kwenye kipindi chetu cha kwanza cha Kiswahili. Uh, mjisikie mko huru. Uh, siku ya jana tuliweza kuangalia mambo kadhaa kwenye ufahamu na tuliweza kuona jinsi ya kujifunza kusoma na chinzi ya kuweza kujibu maswali kwenye ufahamu natumai kila mtu aliweza kuelewa si ni vizuri mukila mtu aliweza kuelewa chenye tulisoma jana Aa, siku ya leo pia tumejipanga kwa somo lingine Ah, mada yetu ikiwa ni saa na majira sema saa na majira katika mada yetu kuu na mada ndogo tutaangalia sarufi. Tutaangalia nini? Sarufi. Tutaangalia nini? Sarufi. Na sarufi tutaangalia uh, nomino ambazo zenye zinapatikana katika ngeli ya izi. Nomino ambazo zinapatikana katika ngeli ya gani? Izi. Katika gani? Izi. Uh, na pia uh, na herufi yetu ya siku ni herufi gani wanafunzi? Herufi gani? eh, eh, eh, mm -mm. Inaitwaaje yeah? Inaitwaaje yeah? Aya, kabla tujaingia kuangalia ngeli ya izi, tunafaa kuandika imura pamoja. Tuandike maneno matano juu eh, kuhusu kipindi chetu cha kwanza. Neno la kwanza, mwanafunzi, andika jina ndizi. Andika jina ndizi, tunaenda kwa haraka. Jina la pili... jina la kwanza nimesema mwanafunzi wandike nini? Ndizi. Jina la pili andika nguo. Jina la pili andika nguo Jina la tatu, andika jina sabuni, andika jina sabuni. Jina la nne, andika karatasi. karatasi. La mwisho andika barabara. tuweze kufanya ma, uh, marudio ya imla yetu. Jina la kwanza tumesema ni gani? Ndizi, kama mwanafunzi uliandika hivi. Jina la pili nguo, nguo tuliandika nguo, jina nguo hivi. Jina la tatu sabuni. Jina la nne Karatasi. Jina la mwisho barabara. Haya, barabara. Haya ndio tulikuwa tuna, tuna stahili kuandika. Wacha tuanga, tuangalie. Tukisema ngeli, ngeli inamaanisha nini? Ngeli inamaanisha nini? Ukisikia ngeli ya I-ZI kabla utaingia I-ZI, jua maana ya ngeli. Ngeli ni kundi la nomino, nimesema ni kundi la nomino katika baadhi ya lugha lenye sifa zinazo fanana, yenye sifa zinazofanya nini? Sifa zinazofanana. Kwa mfano, ukisema huyu mtoto ni mzuri na huyu msichana atakuwa ni mtoto mzuri. Sifa zao zinafanya nini? Zinakaribiana, na katika ngeli pia hizo sifa sifa za eh, ngeli kuna ngeli ya yaya, uu, uzi, hizo sifa zao ukiangalia zote zinafanya nini? Zinafanana zinafanya nini? Kwa hivyo tuandike uh, maana ya ngeli.

Nimesema uh, sifa zake zinafanana kisarufi sifa zinafanana nini kisarufi. Pia a, katika ngeli tunaangazia, ukitaka kujua neno katika ngeli unaanza kuandika katika umo, umoja kisha baadaye katika wingi. Nimesema unaandika katika umoja na kisha baadaye unaandika katika wingi. Kwa hivyo tuangalie, kwa mfano tuko na umoja mmoja mmoja, hapa tuandike wingi year, four, six, eight, for... Ah, kwa mfano kwa mfano, nitawapatia sentensi yangu. Kwa mfano, tunaweza sema so like Soma pamoja nimeandika me, ni sentensi gani kwa ubao? Kalamu imepotea. Tu, turudie pamoja. Kalamu imepotea. Aya, hii sentensi yenye nimeandika iko katika hali gani? Katika hali gani? Iko katika hali ya iko katika umoja na pia, tukitaka kuandika hiyo sentensi katika hali ya wingi, tunazingatia ngeli. Kitu ya kwanza kinatuonyesha ili neno liko katika ngeli gani ni neno la kwanza, karamu ni neno la kwanza ambalo ni gani? Karamu. Aya, katika wingi tutaweza sema karamu. Karamu. Karamu. Karamu. Karamu zime imepotea. Unaona vile mambo yanakuwa ya rahisi ukifuata maagizo. Kwa mfano katika kitabu, kwa kitabu chenu cha mwanafunzi tumepatiwa sentensi ya kwanza ambayo nitatibiwa na mwanafunzi, nguo chavu imefuliwa. Tuandike. Tusome hiyo sentensi imeandika katika umoja, inasema nini? Pamoja turudie. Aya, ninaomba nina, Miraji, Miraji we, uh, tupatie wingi wa sentensi ambayo nimeandika katika kwenye ubao. Aya, rudia kwa sauti nikusikia. nguo chafu zimevuliwa. Vizuri sana, mpongeze mara moja. Aya, ameweza ame kutupatia wingi wa sentensi ikisema nguo chafu zime uliwa. Hiyo ni sentence zingine, pia nitaweza andika sentence ingine kwenye ubao, inasema ndizi. Umoja, tuandike umoja hapa kisha tuandike wingi, andika ndizi. Ndizi imeliwa na mgeni. Soma pamoja, inasema nini? Sentensi yenyewe inasema aje? Aya turudie pamoja sisi wote kwa sauti. Aya Ikras, tujibie swali hilo kwenye ubao. Amesema darasa, turudie pamoja. Ndizi zimeliwa na wageni. Haya, tumpongeza kwa sababu ametupatia jibu sahihi. Haya, inasema ndizi zimeliwa na wageni. Ah, bado niko na maswali mawili. Niko katika upande wa, wa furana uh, sentensi nyingine ndasema ni sabuni. Sabuni imetolewa imetolewa Some sentensi yenye nimeandika kwenye ubao. Sabuni Sa imetolewa mjini. Turudie pamoja. Sabuni imetolewa mjini. Haya, Jibril, Jibril, tupatie wingi wa hiyo sentensi. Sabuni zimetolewa mjini. Kwa vizuri sana, amesemaje Tolewa, aya tumpongeze kwa kofi moja. Aya amesema zabuni zimetolewa majini. asendensi ya mwisho Sentensi ya mwisho ambayo mwanafunzi nataka ujaribu kunipatia wingi wake. Sentensi ya mwisho <mucho> Tusome pamoja sentensi yenye nimeandika kwenye ubao inasemaaje? Kalamu yangu imepotea. Tusome pamoja sisi wote, Kalamu yangu imepotea. Karid, uh, tupatie wingi wa sentensi yenye iko kwenye ubao, Kalamu zetu zimepotea. Kalamu zetu zimepotea. Vizuri sana, tumpongeze mara moja inasema karamu zetu zimepotea. Ukiangalia kiangalia kufikia hapo, kufikia hapo, nani atakuwa na shida ya kujibu swali? kuli uh... Kutokana na ngeli hizi nani? ni nani ako na ugumu? ni nani hajaelewa? kuna mwenye hajaelewa pia? Ukiangalia, hivyo ndivyo unastahili kufanya kazi yako kama mwanafunzi unapopatiwa zwali ambalo linahusu eh, linatokana na ngeli ya hizi. Nimesema vizuri, ukitaka kujua angalia hizi kwanza. Tunga sentensi katika umoja, tunga sentensi katika umoja, kisha baadaye jibu kulingana na zile ngeli zenye umepatiwa katika wingi. Kwa mfano, kuna wakati na, ninasikia uchungu sana mwanafunzi anaposema eh, maji imepotea. Unashindwa huyu mwanafunzi je, anazingatia ngeli anaposungumuza? Maji yenyewe yanapatikana katika ngeli gani? Ngeli ni ya ya. ya. Mwanafunzi unafaa, unafaa kusema maji yamefanya nini? Yamepotea. Kiswahili kiko na kanuni, kiko na kanuni ambazo zinafaa kufuatwa na mwanafunzi. Unapozungumza huacha kutoa tu maneno, kwa sababu huja ukapoteza wengine ama wanafunzi wenzako. Kwa hivyo kuna majina ambayo yanahusu yanatokana yana katika ngeri ya izi mengine yanatokana katika ngeli ya uzi mengine yanatokana katika ngeri ya awa mengine yanatokana katika ngeri ya uu. Tukiendelea kusonga, tukiendelea kusonga, tutajifunza zaidi na zaidi kuhusu ngeri hizi. Na kumbuka wakati unapojifunza Kiswahili na unataka una kujua kuelewa kuzungumza Kiswahili. Zingatia ngeli. Usipojua ngeli haujui nini? Kiswahili. Kwa hivyo natumai kila mtu ameweza kuelewa. Natumai kila mtu ameweza kuelewa. Kwa hivyo wacha tu niwaandikie zoezi kwenye ubao na kisha baadaye tujaribu kwenye vitabu vyetu.